Tukutane Benjamin Mkapa. Tumalize ndugu zangu, baada ya kutoka hapa tunafanya uwezekano wa kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora na yeye aje katika mechi yetu ya tarehe tisa. Mheshimiwa Paul Chacha tutamwalika na yeye kama atakuwa hana majukumu ya kuwatumikia wanaTabora basi aje ajumuike na Watanzania wenzie kumuona Simba anakwenda nusu fainali. Na kwa nini tunamwalika Mheshimiwa Paul Chacha? Kwa sababu amekuwa akifanya kazi kubwa ya kuhamasisha michezo nchini kupitia timu yake ya Tabora United, lakini vile vile Tabora United ipo katika nafasi nzuri ya kushiriki michuano ya kimataifa hapo mwakani. Kwa hiyo tunamwalika aje aone namna gani mashindano ya kimataifa yanaandaliwa yanachezwa, ili aanze maandalizi na timu yake ya Tabora United. <laughs> adui yao ndiyo rafiki yetu. Ndugu zanguni, baada kusema hayu, ya kusema hayo niseme asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana kwa kuja. Jukumu letu linabaki moja tu la kununua tiketi, tukutane uwanja wa Benjamin benjamini Mkapa, twende tukaishangilie Simba yetu, twende hatua ya nusu fainali. Asanteni sana uh, naa kuna watu wana